Sana, niliwaambia halabi mkubwa sio zimamoto mm -hmm. Hii ni kampeni ambayo tutazunguka nchi nzima mm -hmm. na ukiona nimesimama sehemu baada ya tukio moja, ujue ni maelekezo kutoka juu eh, kutoka juu wapi, kwa Mungu huyo? <laughs> <Okay. laughs> sio juju ndugu yako. Alianza ile ya kwake kuzunguka mikoani, lakini unaona amezima wewe, unaendelea. Na, unajua kila kitu na kila akili unawasilisha nini kwa sababu kuna vitu vinahitaji eh, na vina, vina, vina ujanja ujanja, na kuna vitu vinahitaji taaluma. Taaluma ikienda tubaki nyuma. Ujanja, kuna sehemu utafanya ujanja ujanja, utawabeba, utawarudika watu kwenye magari, utawazungusha, utawarudisha, utawachosha, basi lakini taaluma sasa ikitangulia mbele, unaona hata nyinyi waandishi mlikuwa pale baina ya wafanyabiashara, namaa maswali mengi, najua unataka kufanya biashara. Sasa haya ndio matunda ya. Kwa hiyo atulize kichwa chake, namfungulia mlango aje Nimemsamehe, aje, nimweleweshe na nimvishe fulana ya halabi mkubwa, twende tukaonyeshe result kwa Watanzania. Aache ujanja ujanja ule wa kuja kuja huko, tayari kushirikiana na baba leo aje. Mimi, mimi ni kimbilio la wengi. Aje, kwa sababu sisi wote tunajenga nyumba hii, usio tunajenga nyumba hii wote, tunajenga nyumba ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha yale aliyofanya kwake yanatija kwa Watanzania. Kwa hiyo haje

As vitu vya ndani tunajua vidogo vidogo okay. Bana, nini tunasubiria? Kwa hiyo halabi mkubwa aje, tukae tuzungumze, ni muonyeshe namna gani Watanzania wanufaika na result na watakayo kwa jamii, aje nimfundishe. Sawa Mwijaku, yeah. Uh, issue iliyopo hapa bwana ya moto kidogo yeah. tumeona juzi ndugu yetu Manara yeah. na Maimatha wote yeah. wale ni watu wa media wale watu watangazaji. Manara katangaza, Maimatha, Maimatha, Maimatha, yeah. wamepishana kidogo kwenye masuala ya kihabari yeah. Maimatha akatoa kodi oh. Manara kaona kama ameonewa maimadha kadanganya atenda hmm. mahakamani na nini kwanza tuangalie hapo kwenye uh, sakata la maimadha na manara nani yuko sahihi na nani ana makosa ngoja kwanza nikwambie hmm. unajua deformation yule anataka kulalia upande wa deformation deformation deformation eh uzuri umesoma soma umeshapata eh ukikaa kwenye deformation utaitafuta kwa nguvu sana na usipate Mm-hmm. Afrika Mashariki kesi kama hizo Mm-hmm. naweza nikasema katika kumi basi 0.1 mtu anawini. Hilo la kwanza, lakini la pili ajue yule yupo kwenye tasnia yake, yupo kwenye kutoa habari. Kama ulikuwa hutaki habari wewe, usingepeleka vitu vako watu tuvijue, na ulikuwa unatuita kwenye shughuli zako. Nani ambaye hajapaja alipo kwenye shughuli za Manara, kwenye harusi, kwenye uchumba wake? Naye mwenyewe ndiye ana share kabisa Anasema watu, nataka mjifunze kupitia mimi, mjifunze kupitia mimi. Utakapoenda bla au utakapokuwa na changamoto, wale uliowaita wajifunze, watasema ulituita tujifunze. Lakini kwa sasa hivi tunaona mambo si shwari. Mmoja kati ya kigezo peaceful life ya baina ya wanandoa ni kuto kuonyesha ishara ya kuunfollowana, maanake mimi nikikuanfollow, maanake kuna vitu sitaki kuvijua vya kwako na we kuna vitu taku vijuo vya kwangu, upendo utaona umepungua, yes. Kwa hiyo watu wameingia, wameangalia mwana huyu kama unfollow kama unfollow, baadaye wakafollowiana tena, tayari kulikuwa na changamoto kwa hiyo pale lazima Mama Martha aseme jamani, kuna mahusiano ya ndoa au mahusiano ya mapenzi, kuna changamoto zinatokeaga, ila sasa hivi wamesovu, sio dhambi. Sasa hatujajua kwa kwa dula gani hapo, wengi zenu zimezama kwenye maalpo, ndo anaingia ameondoka kwenda kwa dula tungejua dula wapo elfu tatu mia tano Tanzania yupi? Kwa hiyo kwa makabila sasa itabidi, itabidi, sasa baadae atuthibitishie of course uhakika wa kusema ameondoka, anaweza akawa nao. Alitoka nyumbani hatujui, pengine alikwenda kwa wazazi wake mkewe kwa au alikwenda kwao kwa ukweni au alikwenda kwa ndugu. Kwa hiyo kusema sasa alikwenda kwa fulani pale, ndio naingia na pale natakiwa approve yeye yeah, yeah. Akiprove kama alionekana anaingia Tegeta kwenye gorofa la Shabani Juma Mtobeli ambaye amelipanga Juma Makabila pale, tutasema ameonyesha prove. Lakini fedha kama kuonyesha prove, atatakiwa amsafishe Manara. Soma Manara, amsafishe mkewe Manara, mind you Soma, amsafishe mkewe Manara, tumeenda kisheria Manara. Hapo haingie kusafishwa, anasafishwa mkewe. Bwana, naomba radhi hakuenda kwa Dula. Makabila alienda sehemu fulani kwa kukosea. Alipoenda na sio dhambi kisheria, yani si kosa. Tafuta uh, bailo ya uwasilishwaji wa habari subsection 21 abana cha bailo ambayo imefanywa amendment mwaka elfu mbili inamruhusu mwandishi wa habari kuchunguza habari, lakini ukisha ichunguza tuna voice, tunamsikia alimpigia manara, manake ali equalize pale. Yuko ka balance pale. Hata kama akipokea majibu ya kashfa, pale pale amesha ameshatoka kwenye kesi weha, yani ya eh? Hey, wewe umemjibu, wewe hujamjibu, wewe umemtukana, wewe hujamtukana, tiari by law inamlinda. Kwa swala kusema nitamfungua mashtaka, tusifungue tusi, tusi mashtaka kwa mhemko, angalia sheria itanibeba au itamfeba yule. Mpaka sasa hivi hata aende atumie na sheria elfu tatu mia tanokowazo my mother yuko peace, wanahisi kama my mother astahili kufanya zile aina ile ya habari kwa umri wake? Kwa sababu mimi niko nipo shule ya msingi na mwana, my mother Shule msingi? Eh, shule msingi namuona maimatha. Nipo Kasulu mimba Kigoma naenda Ujiji namuona maimatha. Mpaka nakuja namuona maimatha. Naingia kwenye biashara ya kuongelea maisha ya watu niko naye. Kweli kuna muda lakini. Hii ni biashara unafanya? Eh? Ongelea watu, biashara kumbe. Ah, mimi napenda kufuatilia tu maisha yao. Mfano kama yeye napenda kufuatilia maisha yake, sasa hivi umeimprove. Lifestyle umebadilisha kitanda. Unafikiri sijui. Ameniambia Irene, msichana hapo anaitwa Karen. Karen. Kwa hiyo <laughs> <laughs> <laughs> okay, uh, uh, ki, ki, ki, ki uhalisia, kuna vitu vya kufanya na vitu sivyo kufanya. Sawa, turudi kwenye issue ya Master J, maana mm, wewe ndo ulijaribu uli, uli kumwataki Master J, baadaye ukaisoti na sio kumwataka. Nilimpigia, athibitisha kauli yake na akaomba radhi. Tukiacha ile ya kumpigia, ulienda too personal sana kwa Master J yes. Ah, sasa na mimi nimefanya uchunguzi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yeye kafanya uchunguzi na mimi nimefanya uchunguzi. Okay. Aliuza nyumba kwa wadhulumu dada zake. Hey, ela akala mkewe le ameenda kujenga mosque ndo napenda kufuatilia. No, maisha. Mie. Ha, Esa, ha, ha, Jibril, Alikiba, kama, Alikiba sio no, akuguswa ile ni onyo kwa wengine aa ambao wanamchokonoa chokonoa sio kuguswa. Sio mtu alevu zenu kurushana maneno kama yeah. bilinganya. Atatumia sabuni gani hiyo? hata kama kwamba msamaha sasa, Alikiba afute tu kisha, amemaliza amefunga, anafungua ukurasa nyingine. Ndio ujue usimguse Alikiba, yeye anapambana saizi na bilinganya. Si unaona pita bilinganya pale? Ah, sasa bilinganya maanisha nini? Mimi yani, sijui alichokiandika Alikiba, ndio tukisimamie aifute picha ya bilinganya <laughs>

ndio maana nakwambiaje, yeye nimefanya naye kazi, kazi chini mwenye akili. Ila, duzambu, tukubali, tukubali tukubali kitu kimoja, Master Jay, Master Jay anajua anajua muziki kuliko wewe? Hapana, mimi najua muziki kuliko Master Jay. a a sasa, sasa sasa, sasa angekuwa anajua muziki angeenda kwa ujenzi. Ujenzi, fundi fundi, fundi tofali, ana matofali sasa. Okay, tukija kwenye upande wa live, amna nani anamshinda Alikiba? Kwenye live nani anamshinda Alikiba?